Kuna kitu unaweza kuwa nacho, kuna uwezo unaweza kuwa nao, pengine tangu umezaliwa unao, au kuna elimu unayo, kuna jambo unalo halina thamani kwenye maisha yako. Unaona kama halikufai, halikuletei chochote kile, halikuingizia chochote kile. Kuna kitu unacho hakina faida na hawezi kakijua hapo ulipo. Unaweza kudhani hauna kitu, ila kuna kitu unacho, ila hawezi kakitambua kama hiki kitu kina thamani kwenye maisha yangu ya kunifungulia ya milango, ni mpaka kwanza upate utembeleo wa kiungu kama ambao Musa alipata. Wafalme wa pili sura ya nne, kuna mama mmoja aliambaye alifiwa na mume wake kwa ni mjane ana madani chungu zima, mpaka wakati achukua watoto wake akaenda kwa nabii. Hivi naza nabii ampe naambia una nini nyumbani kwako, sema sina kitu, ila chupa mafuta. Ametoka nyumbani anaenda kwa nabii, ameacha chupa, chupa mafuta nyumbani, bila kutoa kwamba ile chupa mafuta ndio jibu la changamoto alionayo, hakujua mpaka kwanza nabii alipomwambia asema, mm ile chupa ulio iacha ndani, ile ile chupa ndio inao tatua changamoto ulizonazo. Kama vile ambavyo majumbani mwetu, kwenye maisha yetu mbalimbali, maeneo mbalimbali, kuna mambo tunayo kuna vitu tunavyo, kuna vitu viko kwenye mikono yetu, kuna mali pengine tulizo nazo zipo ili hatujui kama hizi zinaweza kututatulia changamoto tulizonazo, hatujui.